Vijana wa Kitanzania wameaswa kuchangamkia fursa ya mafunzo yanayotolewa na shirika la CCMP ili kujikwamua kiuchumi kutokana na ufinyu wa ajira katika jamii. Hawa wamesemwa jijini Dodoma na mwezeshaji wa mafunzo ya mchakato wa mwendeleo CCMP, Peter Kamanda wakiwa na timu ya watu thelathini kupitia mafunzo yanayowalenga wawezeshaji hao katika ngazi ya juu ili wawezeshe wengine wanaoenda kuwezesha jamii huku wakifafanua namna mafunzo hayo yameweza kufikia vijiji zaidi ya mia tatu. Vijana wengi ambao hataki kufanya kazi, vijana wanaosema kwamba hakuna ajira katika nchi yetu e, vijana wanaolaumu kwamba kwa nini tusipewe hiki na kile e, kwa sababu tu hawajajengewa uwezo kufahamu kwamba e, wao wenyewe wana uwezo wa kutengeneza e, hizo kazi badala ya kutegemea wapewe ajira, wana uwezo wa kutengeneza ajira wao wenyewe. Nitoe rai kwa vijana kwa kweli mafunzo haya yanawahusu eh. Karibuni sana vijana eh, mahala ulipo tutakufikia uwe uko katika mkoa wote katika nchi yetu eh, wewe eh, wasiliana eh, nasi na tutaweza kukuunganisha na wawezeshaji walio karibu nawe. Tuna wawezeshaji katika eh, mkoa wa Dar es Salaam, tuna wawezeshaji walioko Arusha, tuna wawezeshaji walioko Dodoma, kuna wengine ambao wako mkoa wa Mwanza na Mara. E, tuna wawezeshaji nchi nzima, hata kama sio katika kila mkoa, lakini katika mikoa ambako e, ndani ya kila mikoa mitano kuna mwezeshaji ambaye yuko karibu, anayeweza kutumika na kutuletea mafunzo hayo ama kukuletea mafunzo haya mahala ulipo. Tutue, e, rai, kwa hiyo tutoe rai kwamba vijana, mafunzo haya yanawahusu na, na sio vijana tu ni ya kila mtu anayetamani kubadilika na kuondoka kwenye utegemezi kwenda kwenye kujitegemea, kutoka kwenye kutarajia uajiriwe kwenda kwenye wewe mwenyewe kuajiri watu wengine, tunashukuru Mungu sana eh, kwa kuona mabadiliko ambayo tumeweza kuyashuhudia eh, kupitia mafunzo haya ambayo yanaendelea kutolewa yanayoitwa eh, mchakato wa maendeleo ama CCMP, Church and Community Mobilization Process ndiyo kirefu chake, na ni mafunzo mazuri sana eh. Kwa hiyo ndani ya juma hili tumepitia mambo mengi yaliyotujenga ambayo ametusaidia kuweza katika ngazi yetu ya kama wawezeshaji eh, kujifunza eh, namna ya kuandaa zile moduli za mafunzo eh, namna ya kuwezesha watu katika ngazi ya chini, namna ya kuandaa timu zingine za wawezeshaji, lakini pia namna ya kushirikisha viongozi wetu wa serikali pamoja na viongozi wa makanisa na viongozi wa dini zingine pia eh, kushiriki na kuona kwamba mafunzo haya tunayahitaji kwa ajili ya mabadiliko ya vijiji vyetu, mabadiliko Mabadiliko ya mikoa yetu, mabadiliko ya nchi yetu na mabadiliko kwa ajili ya Afrika yetu, kwamba sisi sio maskini. Mungu ametupa uwezo, Mungu ametupa rasilimali tukizitumia kwa uaminifu, na tukatumia akili zetu vizuri. Umaskini wetu sio maskini, ni umaskini wa akili. Tukifunguliwa hapa. Kila mtu ana uwezo wa kutoka kwenye umaskini na hilo ndilo dhumuni la mafunzo haya. Natoa mwaliko eh, kwa makanisa. Natoa eh, mwaliko kwa misikiti. Natoa mwaliko kwa viongozi wa kidini. Natoa mwaliko kwa serikali yetu. Natoa mwaliko kwa viongozi wetu, kwa kweli watoe nafasi, mafunzo haya yaweze kuingizwa mpaka kwenye mitaala ya mafunzo katika shule zetu, katika vyuo vyetu eh, na katika eh, maeneo mbalimbali kwa sababu tumeona kwamba mafunzo haya kwanza ya kipando kwa watoto eh, kwa vijana wana uwezo mkubwa sana wa kuweza kuondoka kwenye uvivu, kuondoka kwenye utegemezi na kwenda kwenye kujitegemea, na nchi yetu miaka michache ijayo ikawa ni katika uh, nchi ambazo zina uchumi mzuri na nchi ambazo kila mtu badala ya kutegemea ajira anatengeneza ajira na kuajiri watu wengine, kwa sababu itakuwa ni nchi ya uzalishaji badala ya nchi kutegemea kuzalish kuzalishiwa na kupewa vitu. Tuwe ni nchi tunaotoa misaada mpaka kwa nchi zingine. Mafunzo haya ndiyo madhumuni yake, na yana uwezo huo, na tunatoa mwaliko huo kwamba tushirikiane tuone yakiendelea na yakibadilisha nchi yetu. Nao baadhi ya washiriki wa warsha wa hiyo wameeleza faida mbalimbali zinazotokana na mafunzo hayo ya CCMP. Namshukuru Mungu kwa sababu nimepita kwa mchakato kwa muda mrefu sasa, na nimeweza kuona maisha ya watu ambavyo yamekuwa transformed, yamekuwa yakibadilishwa kwa kupitia mchakato huu wa CCMP. Kwa CCMP ni kifupi cha maneno ya Church and Community Mobilization Process. CCMP inalenga namna gani ambavyo unaweza ukatumia rasilimali zinazokuzunguka kubadilisha maisha yako. Sasa watu wengi tumeshafanikiwa katika hatua ya kwanza ya kubadilisha maisha yetu, kwa maana ya kwamba ya kujikimu kwenye maisha, kwa maana ya kwamba ya kuweza kupata chakula, kupeleka watoto shule. CCMP sasa inatakiwa kuhama au inatakiwa kubadilisha sasa kutoka kwenye maisha ya kujikimu mpaka maisha ya uwekezaji. Tumehamasishana na tumeona shuhuda za watu wengi, namna ambavyo CCMP imeweza kumbadilisha kila mmoja kutoka hali aliyokuwa nayo na hatua aliyofikia. Na wakati huu tunapoondoka, tunatazamia kwenda kufanya vizuri zaidi, na ninaamini kabisa kwamba tutakapokutana tutaendelea kuona namna mafanikio ambavyo yatakuwa yamekuwa kwa viwango vingine tena. haya mafunzo yamekuwa ya, mekua ya ya faida sana na yamekuwa yakileta mabadiliko chanya sana kwa watu. Niseme tu kwamba na niwaase uh, watu wote kwamba haya mafunzo yana umuhimu mkubwa sana na ni mafunzo ambayo yanaweza yakasaidia kanisa pamoja na jamii. Kwa hiyo uh, ni wito wangu kwa wowote wale ambao watakutana na mafunzo haya waweze kuchukua na kutumia hii fursa ambayo inaweza ikawabadilisha kifikra, kimtazamo lakini pia ikaboresha na maisha yao. Tumeweza kujifunza pia hata kwenye vituo tunavyotoka ni mabadiliko gani ambao yametokea na tumeyaona sisi binafsi. Kuna watu ambao tulikuwa tuna biashara, lakini sasa hivi tuna hali ya kuanzisha hiyo biashara, lakini wengine wameanzisha, na wengine ni wakulima, wengine wame weza kuwa na ujenzi wa viwanda lakini nyumba, lakini pia hata kwenye makanisa tunaotoka, kwa sababu asilimia kubwa tumewezesha katika maeneo ya misioni. Kwa hiyo tumeona watu wameamka na wameweza kutambua kusudi la Mungu kwenye maisha yao, wameweza kutambua maono ya Mungu kwenye maisha yao na wameweza kutumia rasilimali walizokuwa nazo kama ardhi kwa ajili ya kulima, lakini pia rasilimali la za kwao wenyewe kwa wenyewe kwamba wengine ni wako wengi lakini hawaoni nguvu ya kutumiana wao kwa wao. Kwa hiyo kila mtu amejua wa wajibu wake kwenye kanisa na tumeweza kutumia hizo rasilimali, lakini tumeweza kutumiana sisi kwa sisi kwa ajili ya kuweza kuendeleza maisha yetu, lakini pia kwa kanisa. Shirika la Kikristo la Tia Fund ambalo makao makuu yapo nchini England Territon, linalowezesha katika mafunzo hayo, lilianzisha mafunzo nchini Tanzania ikiwa ni miongoni mwa nchi hamsini huku dhumuni la mafunzo hayo ni kusaidia jamii kuweza kutambua uwezo kupitia rasilimali walizopewa na Mungu kuondokana na umaskini. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, endelea kutufuatilia, usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa.